Zaburi ya ishirini na tatu mstari wa kwanza nayo inasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Na kukaribisha Jumapili hii ya tarehe saba Desemba elfu mbili na ishirini na tano kutakuwa na ibada ya kitofauti sana kwenye maisha yako. Njoo Yesu akaongoze maisha yako. Kuhani mkuu Eliah Abel Haule amekuandalia neno takatifu ambalo litakufungua kwa namna ya pekee sana ndani ya maisha yako. Usipange kukosa katika ibada hii, maana ni ibada ambayo itakuwa ya tofauti na itakuwa imebeba maisha yako yote na kubadilisha historia nzima na background yote ya maisha yako. Usipange kukosa kwenye ibada hii. Ibada hii itaanza tatu kamili asubuhi pia kutakuwa na ibada ya pili ambayo itakuwa ni ya ufungulivu na maombezi makali sana ambayo yatafanya kufungua mwanga na hatua zote za maisha yako. Ibada hii ni ya kwako wewe na mimi, bila kusahau wewe ambaye unakuwa unatamani sana kutufuatilia ama unatamani kufika mazingira ya huduma ili kupata ibada na Yesu akutendee vile apendavyo. Ukabana na ratiba ama uko mbali, unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunakuwa live YouTube, kwa jina la Loeva Ministry, Facebook kwa jina la Kuhani Eliah Abel Haule TikTok kwa jina la Kuhani Elia Abel Haule, bila kusahau tunapatikana Kimara Suka Golani G9. Wewe unaitokea popote pale, utapanda gari ya Kimara utashuka Kimara Suka, utachukua usafiri ambao utakuleta Golani G9, hapo utakuwa umefika kanisani. Na wewe unaitokea Mbezi, utapanda gari ya Kimara utashuka Kimara Suka, utavuka upande wa pili, utachukua usafiri ambao utakuleta Golani 9hapo utakuwa umefika kanisani. Kwa mawasiliano zaidi ni sifuri saba sita mbili nane tano sita tisa nane sifuri. Usikose kumshirikisha baraka hii na jirani yako, watu wote mnakaribishwa.